Kuhusu utambulishi wa mwili huo, mtuhumiwa katika maelezo yake ya onyo ambayo yatajadiliwa kwa kina baadaye, alikiri kuwa mabaki hayo yalikuwa ya mke wake. Alisema mwili wa Naomi uliteketezwa kabisa kwa majivu, na yeye mwenyewe ndiye aliyeelekeza maafisa wa uchunguzi mahali alipoyahifadhi mabaki hayo. Vitu vingine vya ushahidi vilivyopatikana katika shamba la Malogoro ambapo mti wa mgombo ulipandwa ni pamoja na mabaki ya mifupa iliyoungua, meno na udongo wenye masalia ya mafuta ya binadamu. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW kumi na mbili, sampuli ya damu iliyokusanywa na PW10 kutoka chumba cha marehemu na kingo za kitanda ilithibitishwa kuwa na jinsia ya kike. Kwa kuzingatia maelezo ya DW1 katika maelezo ya onyo, damu hiyo ilikuwa ya marehemu. Hivyo, kwa kutumia kanuni zilizoelezwa katika mamlaka zilizotajwa hapo juu na kuangazia ukweli wa kesi hii hakuna shaka kuwa Naomi Ores Marijani amefariki dunia na kifo chake ni cha mauaji, kifo kisicho cha kawaida. Kuhusu hoja ya pili, swali linahusu iwapo mtuhumiwa anayeshtakiwa mahakamani ndiye anayehusika na kifo cha mke wake Naomi Ores Marijani. Kama ilivyoelezwa hapo juu, ushahidi uliowasilishwa upande wa mashtaka hauonyeshi kuwa shahidi yoyote kati ya kumi na nne alimwona mtuhumiwa akimuua marehemu. Hivyo basi kazi hii inategemea ushahidi wa mazingira na ungamo la mtumiwa katika kielelezo cha PE1 lililowasilishwa na PW5 PF24773 Inspekta William, na maelezo ya nje ya mahakama yaliyomo katika kielelezo PE2 yaliyowasilishwa na PW6 Matrina Francis Luwanda. Zaidi ya hayo, mtumiwa alitoa ungamo la mdomo mbele ya PW4 ambaye ni mpo wake. Nitaanza na maelezo ya onyo ya mtumiwa ambayo yalipokelewa mahakamani bila pingamizi kuhusu hiari yake ya kuyatoa. Kwa mujibu wa sheria, ungamo la kosa ni ushahidi bora zaidi, kwa sababu hutolewa na mtumiwa mwenyewe anayekiri kutenda kosa. Hata hivyo, ungamo hilo lazima liwe la hiari na liwe na maelezo sahihi ya tukio katika kesi ya muganyizi peter michael na wenzake dhidi ya jamhuri rufaa ya jinai namba 144 ya mwaka elfu mbili na ishirini mahakama ya rufaa ilieleza kuwa tunakubaliana kuwa ni kanuni ya msingi ya kisheria kwamba ili ungamo la kosa liwe uthibitisho wa kutendeka kwa kosa na aliyetoa ungamo hilo ni lazima iwe limetolewa kwa hiari na liwe kweli kabisa aidha katika kesi ya joseph stephen kimaro na mwingine dhidi ya jamhuri rufaa ya jinai namba mia tatu arobaini ya mwaka elfu mbili na kumi na tano CAT haijaripotiwa mahakama ya juu ilieleza yafuatayo: tunachukulia kuwa ni kanuni ya msingi ya kisheria kwamba ili ungamo la kosa liwe uthibitisho wa kutendeka kwa kosa na aliyetoa ungamo hilo ni lazima liwe limetolewa kwa hiari na liwe kweli bila shaka yeyote. Kwa kuzingatia maarifa hayo, sasa ni wakati mwafaka wa kutathimini uzito wa kielelezo PE moja maelezo ya onyo ya mtumiwa. Ni muhimu kutambua kuwa kupokelewa kwa kielelezo kama ushahidi ni jambo moja na uzito wa kielelezo hicho ni jambo jingine tofauti. Nilipata fursa ya kupitia kielelezo PE moja ilikuwa na iwapo kinatoa mwanga kuhusu hoja ya pili inayozingatiwa mahakamani. Ili kuleta uwazi juu ya kile ambacho mtumiwa alikiri, sehemu ya maelezo yake imenukuliwa hapa chini hivyo tarehe kumi na nne mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa mimi nililala nyumbani kwa magret kulipokucha asubuhi majira ya saa moja kamili ndipo nilirudi nyumbani kwangu hivyo ilikuwa ni tarehe kumi na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa niliporudi nyumbani nilimkuta mke wangu naomi akimwandaa mtoto wetu kwenda shule nilimpita moja kwa moja nikaingia ndani na mtoto alichukuliwa na pikipiki kwenda shuleni baada ya mtoto wetu kwenda shule, simu yangu iliita ikionyesha jina la Margaret. Mke wangu alipoona hivyo, alianza kunitokana. Nilimwambia, wewe chukua unachotaka uondoke, kwani hakuna ndoa tena hapa. Muda wote wa miaka miwili, mimi na wewe tumekuwa tukilala kila mtu kitanda na chumba chake. Unijui nami sikujui, kwa hiyo sioni sababu ya kurumbana. Ugomvi wa maneno ulizidi na hatimaye tukaanza kupigana. Nyumba yetu ina ghorofa, chumba changu kipo juu, chake kipo chini. Ili kufika chumbani kwangu ni lazima kupitia chumbani kwake. Ugomvi ulianzia chumbani kwake, ambapo tulipigana kwa mikono bila kutumia silaha yoyote. Wakati wa ugomvi huo alinishika sehemu za siri kwa nguvu, jambo lililonifanya kumsukuma akadondoka akipiga kichwa kwenye mlango wa choo. Alipoanguka chini, alianza kutoka damu nyingi puani na mdomoni. Akiwa amelala sakafuni, alianza kukoroma na kusema, Mungu anisamehe. Hakunyanyuka tena bali aliendelea kupoteza fahamu hadi akafariki dunia papo hapo. Nilikwenda kufunga geti la nje ili kutafakari cha kufanya. Jambo la kwanza lililokuja kilini mwangu lilikuwa ni wapi ningepeleka mwili wa marehemu na jinsi ya kutoa taarifa kwa ndugu na familia. Nilijiuliza maswali mengi, ikiwa nitabeba mwili kwenye gari na nikakutana na trafiki njiani nitaweleza nini? Nikijaribu kupeleka usiku na nikakutana na askari wa doria nitaambia nini? hatimaye wazo la kumzika ndani lilinijia, lakini nikaogopa kwamba iwapo watu wangefukua baadaye, wangepata ushahidi dhidi yangu. Kwa hivyo nikaamua kumchoma moto ili kuharibu ushahidi wote. Nilihitaji moto mkali, lakini sikutaka kutumia kuni kwa sababu zingehitajika nyingi. Badala yake, nilichagua kutumia mkaa. Nilikumbuka kuwa kwenye banda la kuku nilikuwa nimechimba shimo la kupitisha maji machafu. Nikachukua sululu na kuongeza kina cha shimo hilo. Kisha nikahakikisha milango yote ya nyumba imefungwa kwa ndani, ili mtu yoyote asiweze kuingia. Baada ya kuandaa shimo, niliukunja mwili wa marehemu kwenye mashuka mawili, nikauburuza kupitia mlango wa jikoni hadi kwenye shimo hilo. Nilihakikisha mwili wote umeingia ndani, huku kichwa kikiwa juu, kana kwamba amekaa. Baada ya hapo, nilimpigia simu Thomas, kijana wa bodaboda, ili aniletee lita tano za mafuta hata nilimpokea hapo kitini bila kumruhusu kuingia ndani. Halafu nilimpigia Adilik ambaye alileta magunia mawili ya mkaa. Nilimwelekeza aliletea mkaa mzuri, na alipofika nilimpokea mlangoni bila kumruhusu kuingia ndani. Baada ya vifaa hivyo kufika, nilianza kuuchoma mwili kwa moto. Nilitumia pia viatu vilivyokuwa vimechakaa vilivyokuwa nje ya nyumba, kwa sababu nilijua kuwa mafuta ya taa huwaka haraka, lakini viatu vinaungua polepole na hivyo kusaidia moto kuendelea kuwaka moshi uliotoka ulikuwa ule wa viatu hivyo haukuwa na harufu ya mwili unaoungua moto huo uliwaka kuanzia saa kumi na moja alfajiri hadi mtoto wetu aliporudi kutoka shuleni na bado nilikuwa nikiendelea kuchoma mwili kufikia saa tisa kamili mwili wote ulikuwa umeungua na kilichosalia kilikuwa ni mabaki ya mkaa tarehe kumi na sita mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa nilichota majivu na kuyapakia kwenye gari kisha nikapeleka shambani kwetu kutupa. Nilihifadhi majivu hayo kwenye kiroba ambacho kilikuwa kimebaki baada ya unga kuisha nyumbani. Nilitumia gari yangu aina ya Subaru nikapeleka shambani kwetu lililoko mbele ya Mwasonga. Nilipofika huko, nilichimba shimo na kumwaga majivu, kisha nikapanda mgomba juu yake ili kuficha ushahidi. Nilijua kwamba kama majivu yangekutwa nyumbani yangeweza kuchunguzwa na kugundulika. Kwa hiyo nilihakikisha shimo nililomchomea Naomi nyumbani naliziba kwa kifusi. Mafundi wangu waliendelea na ujenzi juu ya eneo hilo, na baadaye nilipiga sakafu flow, ili kuficha kabisa ushahidi. Wakati mwili wa Naomi ukiwa unaungua, nilichukua laini zake za simu nikaweka kwenye simu yangu, kisha nikijitumia ujumbe mfupi SMS wa kujihami. Ujumbe huo ulisema, ninaenda nje ya nchi, hutaniona tena wala hutanipata kwa laini hii, endelea na vimalaya vyako ujumbe huo niliutuma pia kwa ndugu zake, ili waamini kwamba Naomi mwenyewe ndiye aliandika. Tarehe kumi na saba mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikiwa nyumbani, nilituma tena ujumbe mwingine kwa kutumia laini nyingine ya Naomi nikijifanya ni yeye, akisema ni mlee mtoto wetu. Jumamosi ya tarehe kumi na nane mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa nilienda kutoa taarifa polisi kuhusu kutoweka kwa mke wangu. Polisi walinipa arbi kwa ajili ya kufuatilia uchunguzi. Ndugu wa marehemu walikwenda kutoa taarifa kituo cha polisi cha Temeke wakati mimi niliripoti kituo cha polisi Kigamboni. Kwa muda wote huo sikuwahi kusema ukweli, lakini leo tarehe kumi na sita mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikiwa katika kituo cha polisi cha central Nimeamua kueleza ukweli wote kuhusu kifo cha Naomi. Mimi nipo tayari kuongoza polisi hadi nyumbani kwangu Kigamboni, kuonesha eneo nilomchomea pamoja na sehemu shambani kwetu nilipomwaga majivu.